Kukatisha tamaa ni spirit na hii spirit inafanya kazi, na shetani huwa hamwangalii mtu kama mtu, lakini anaangalia nini kilicho ndani ya huyo mtu. Sometimes, tuna tunafeli kwenye vita vya kiroho kwa sababu hatujui ni mapambano yapi yanaendelea, wapi tupambane. Unapambana na yule anayekupiga wewe, lakini hauangalii huyo anayekupiga anapiga kitu gani ndani yako anafaiti kitu gani kwenye maisha yako, so that's why ni rahisi sana kuweza kufeli. Ukiona aina yoyote ya vita ambayo inakuja kwako, idha ni kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye ndoa, angalia hiyo vita inatafuta nini kwenye maisha yako. Mahali hapo ambapo panatafutwa hiyo vita, ndipo ambapo pana msingi, ndipo ambapo pana basic yako kuna eneo lolote ambalo lina shambulizi kwenye maisha yako, kumfuatilia nani ambaye anakushambulia, kuingia kwenye vikao, kutafuta ni nani ambaye anapambana na wewe. Cha kwanza, anza kumuuliza Mungu, huyu anaye pam, anayepambana na mimi, anayenitafuta, huyu mtu anatafuta nini ndani ya maisha yangu? Kitu gani ambacho anapambana nacho? Kitu gani ambacho anakitafuta? Kitu gani ambacho anapambana na? Ukiona kwenye vita yako inaendelea kwenye engo fulani, ujue hapo kwenye engo ndipo ambapo pana mafanikio yako. Ukiona kuna vita kwa mfano kwenye ndoa ujue prosperity ya maisha yako yapo kwenye hiyo ndoa, yaani ndani ya hiyo ndoa kuna ushindi wa kwako wa kwenda kwenye mafanikio. Ukiona kuna vita ambayo shetani anaileta kubwa kwenye uchumi, ujue nguvu ulionayo ya kiuchumi ni kubwa sana, ambayo inaweza ikamiliki watu na kwa sababu shetani anaona kabisa kwamba hivyo ulivyo, ukistawi kwenye eneo hilo itakuwa ni asala kwenye ulimwengu wa roho wa kwake wa giza, utaharibu vitu vingi kuzimu. Utakuwa ni msaada kwenye familia, utakuwa ni msaada kwenye ukoo wako, utakuwa ni msaada kwenye taifa lako la Tanzania, kwa sababu analewa una potential, una umuhimu, kuna mahali ambapo una dhahabu.